Huyu mtu wa suti kombo, huyu mtu mkabila ambaye tulifukuza, tunasikia kwamba alionekana kwa hoteli moja Nairobi, akitoa pesa na akipanga jinsi kutakuwa na maafa na kutakuwa na vita Nairobi. And we want to warn him, tumia watoto wako, usitumie watoto maskini kwenda kufanya maandamano, ama namna gani? Wewe tuma watoto wako wakuwa hapo frontline, na kama wewe ni kiongozi na unasema unataka kupanga maandamano badala ya kutumia vijana maskini, vijana wa kina mama na wazee maskini, weka watoto wako tuone wakiongoza hapo mbele, ama namna gani? Kama wewe ni kiongozi wa siasa na unasema unataka kupanga maandamano katika jiji la Nairobi, wewe mwenyewe kuwa hapo mbele, ndio risasi kirusha ikupate kwanza, ama namna gani? Usikuje kutumia watoto wetu. Watoto wametoka Kibwezi, wameenda Nairobi kwa vio vikuu, mnaenda mnawapatia elfu moja ndio waenda wakaandamane, mambo ikitokea mbaya, vifo inatokea wewe weka watoto wako, weka wale wako mwenyewe, wale umezaa, tuwaone hapo kwa hiyo maandamano, ndio tujue tunaweza enda maandamano na wewe, ama namna gani?